Leo hii tarehe kumi na tisa mwezi wa tano nimewasili kwa ajili ya ziara ya kikazi huku Pemba. Lengo hasa ni uimarishaji na uboreshaji wa chama chetu, Chama cha Wananchi CUF. Katika ziara hii tutafungua matawi katika sehemu mbalimbali, lakini tutatembelea maeneo yote Pemba nzima. Ukizungumzia uimarishaji wa chama ni pamoja na kuongeza wanachama, kurudisha wanachama wetu ambao waliopotea Bahati nzuri wapemba au wazanzibari au watanzania wana imani na chama cha wananchi CUF. Kama tunavyojua watu walikwenda vyama vyingine, hasa hasa ACT, kwa sababu ya mapenzi tu ya Maalim, na wenyewe tulikuwa tuna msemo wetu tunasema kwamba ulipo tupo. Lakini sasa Maalimu ameshaondoka, kwa hiyo yule ambaye tulimfuata hayupo tena. Tunaomba turudi katika chama chetu pendwa, chama cha wananchi CUF, ambacho tulikimwagia damu Tulipoteza mali zetu, tulipoteza ndugu zetu, tulipoteza muda wetu kwa ajili ya kukijenga chama hichi. Kwa hiyo tunaomba turudi katika chama chetu ambacho ndicho kilichotulea. Ni kweli kwamba chama cha wananchi CUF kilipitia katika misukosuko ya migogoro lakini, tunashukuru Mungu kwamba changamoto zile zimeondolewa na kwa sasa viongozi wengi wamerudi katika chama cha wananchi CUF. Nikitolea mfano mimi mwenyewe, nilienda huko wakati huo Maalim Seif alipokwenda huko, lakini baadaye nikagundua kwamba huko ndiyo kiliko chama ambacho kina uwezo wa kutetea wananchi, lakini ndiyo chama ambacho kilikuwa kina matumaini ya Wazanzibari. Tumekuwa tukihamasisha wanachama wetu kushiriki katika uchaguzi kwa sababu tuliwahi kutumia mbinu ya kugomea uchaguzi huko nyuma na hatukupata faida yoyote, tulipata hasara. Kwa hiyo tunawaambia wanachama washiriki katika uchaguzi na wajitokeze kwa wingi, na tuna matumaini kwamba ikiwa tutashinda, basi tutatangazwa kwa washindi cha na nafasi gani. Ukiachilia mbali uchaguzi huu, tangu hapo zamani chama cha CUF kinampa nafasi kubwa mwanamke Tukumbuke kwamba hata katika Bunge Mheshimiwa Fatma Magimbi wakati huo aliwahi kuwa kiongozi mkuu wa vyama vya upinzani ambaye ni mwanamke na aliongoza wanaume, na kwa sasa katibu mkuu aliyepo ni mwanamke. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanawake wengine kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali mbali, kuanzia ngazi ya udiwani, ngazi ya wakilishi, ngazi ya uraisi wa Zanzibar na wa Tanzania.